Na sisi tupo kwenye zoezi la ukaguzi wa bidhaa za dawa T. Toka wiki iliyopita tulikuwa tunafanya ukaguzi katika halmashauri ya wilaya ya Uyui, na tupo katika ukaguzi katika halmashauri ya Uyui, tuliweza kubaini uwepo wa baadhi ya maduka yanayouza dawa e, zisizoruhusiwa zinazokinzana na matakwa ya sheria kwa maana ya dawa za serikali, lakini pia zinazo zisizoruhusiwa nchini. Kwa hiyo kwa hiyo tukaandam tukachukua maelezo yale. Tuka, baada tuka ya kufuatilia tukabaini ya kwamba dawa hizo zinapatikana katika baadhi ya maduka yaliyo kwa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Kwa hiyo tukaja hapa katika eneo mojawapo ambalo tuli, tuli, tuli, tuli kuwa na maelezo yake ya kwamba linafanya biashara hiyo. Kwa hiyo tukafanya ukaguzi wetu na kubaini uwepo wa dawa hizo zisizosajiliwa nchini pamoja na dawa ambazo na vitendanishi ambavyo ni mali ya serikali ya Tanzania kama ambavyo mnaona, tuko katika hatua za mwisho, tunakamilisha tuna maelezo kuchukua taarifa mbalimbali za dawa ambazo zimebainika katika duka hili. Kwa mfano, zimekutwa dawa za kutibu kifua kikuu, dawa za kutibu e, ukoma, dawa vitendanishi vya kupima virusi vya ukimwi, vitendanishi vya malaria, lakini pia na dawa nyinginezo za maradhi mbalimbali, nguvu za kiume na nyinginezo kwa hiyo tuko katika hatua za mwisho za kukamilisha kuchukua taarifa zake, lakini sasa pia na wenyewe, wenyewe wenye duka watatueleza wapi walikozitoa na zilifikafikaje katika jengo lao. Lakini pia operesheni hii imeshirikiana na jeshi la polisi tuko, ndio maana tuko na jeshi la polisi. Tutawachukua wahusika kuwapeleka kituo kikuu cha, kituo cha polisi cha kati Tabora kwa ajili ya kuandikisha maelezo ya ziada, lakini wahusika watakamatwa sasa hivi. Kweli tumekuta dawa za kuongeza nguvu za kiume ambazo pia kwa mujibu wa sheria kifungu cha 22 moja cha sheria dawa na vifaa tiba, dawa hizo hazijasajiliwa. Kwa maneno mengine, ubora wake, usalama na ufanisi haufahamiki. Kwa hivyo, kwa mujibu wa sheria, dawa hizo hazipaswi kuwepo kwenye soko la Tanzania. tume ujumbe kwa wafanyabiashara wengine ambao sio waaminifu, e, ni swala la muda nao tutawafikia. Kwa hivyo, ni bora kujirekebisha na kuacha kuuza bidhaa ambazo zinakinzana na sheria lakini pia kwa maduka yanayouza bidhaa za kawaida kwa maana bidhaa za vyakula, basi ni vizuri wakiuza bidhaa zile za dawa tu ambazo zinaruhusiwa kwa mujibu wa sheria. Ukisoma, ukisoma kanuni ya makundi ya dawa ya mwaka 2015 inaeleza ni bidhaa gani zinaruhusiwa kuuzwa kwenye maduka ya dawa, yaani maduka ya bidhaa za kawaida ni zile tu za kupoza maumivu, lakini hatutegemee kuta dawa kali na ambazo hazijasajiliwa kama ambavyo tumezikuta hapa.